tii nou gatuthi na ara nterechia mara untore na ara mumiru nwe athie nambere kiuga kiuga agutura kwingi kwona maingi nowe mwini wa rwimbo aina rwimbo auga nthiguru ino

Ah, koroba mwere gabara iti mburi mugu wanjake ingoba mburi gore la kuma nyombe no erare neru imwe kuro yo. Na kumwere kathu kira tonja aje begwe ke mure ngetini umwega charicha ni karakara liga kwa chwe kwa. Ende mkuro yo ata menyega kwa neru imwe kuro yo ke ingwa ingiru nyombe no. Mburi bati kudu njwa, menyamu rakani wadi tangaliu. Nuntu mkuro ya nyombe hao. E nyombe hae. Mikanda mkuro na wangu mkwe di tangula na wakali wakintu.